Majira ya saa 11 na dakika 41 tumepokea kumepokea taarifa za kuwepo kwa tukio la moto katika sehemu ya kichwa cha treni ambayo ni treni kutoka Dar es Salaam, treni ya shirika la TRC. Hivyo baada ya, ya kupokea taarifa, askari wakiwa na gari la kuzima moto walifika eneo la tukio na kukuta kweli kuna moto ambao unawaka katika sehemu ya kichwa cha hiyo treni na mpaka sasa tumefanikiwa kudhibiti huo moto kwa kushirikiana na mafundi ambao walikuwa katika hiyo treni, na chanzo cha awali kulingana na taarifa pia za injinia na mafundi wa, wa, wa, wa treni wanasema kwamba ni hitilafu ambayo imetokea katika injini ya treni, na hivyo kapelekea uh, kutokea kwa moto juhudi zimefanyika kwa kutumia vifaa ambavyo vilikuwepo katika treni hiyo, vifaa vya, vya kuzima moto katika hatua ya awali. Kwa hiyo askari wa zimamoto walishirikiana na mafundi wa treni na wakaweza kufanikiwa kudhibiti moto huo usilete madhara. Mpaka sasa hatuna madhara yoyote kwa binadamu na hata kwa kwa mizigo ya abiria, ni, ni sehemu tu ya ya kichwa cha hiyo treni ambapo uh, imeungua treni ya, ni ya abiria na kwa taarifa za awali ni kwamba ilikuwa inatokea Dar es Salaam, na kuna sehemu nadhani ya, ya mabehewa ambayo yalikuwa inatokea Tanga, kwa hivyo yakafikia hapa Moshi, lakini ilikuwa pia katika kuendelea na safari kuelekea kule Arusha. Sisi kwa sehemu yetu tumehakikisha kwamba eneo ni salama na moto hauwezi tena kutokea, na kwa upande wetu sisi tumemaliza, lakini kwa upande sasa wa TRC, hiyo siwezi kufahamu kwamba wana hatua gani nyingine ambazo wanaendelea kuzifanya.